Niliyesimama hapa hii ni mara yangu ya pili kuijadili hotuba ya daktari Samia Suluhu Hassan. Ya kwanza ilikuwa elfu mbili na ishirini na moja aliposimama hapa kulihutubia taifa. Kuna mambo aliyasema atayafanya. Leo mimi na watanzania ni mashahidi, ameyafanya. Jambo la kwanza, alisema ataenda kuendeleza mazuri yaliyofanywa na watangulizi wake. Leo tujiulize, SGR iko wapi? Leo tujiulize, bwawa la mwalimu Nyerere liko karibia asilimia tisini na tisa. Ameendeleza kasi ya ujenzi wa miundombinu aliahidi, alitekeleza, na vile vile akasema atahakikisha wale ambao wako nje ya nchi wanakuja tushirikiane, kujenga nchi yao, ametekeleza. Ni rais ambaye anasema, anatenda. Nina uhakika haya aliyoyasema wakati anahutubia bunge hili yanaenda kutekelezwa, kwa sababu kuna mambo aliyosema ameyafanya. Jukumu letu kama Watanzania kumpa ushirikiano, ili tuendelee kuijenga Tanzania tunayoitaka.